Afu anakampigia Yesu magoti hivyo anamwambia mimi ni mwanzame. Unajua picha ambayo unapata Yesu anamwambia. Najua, najua, najua. Pale inasikitisha sana. Maisha yaloishi. Maisha yaloisha nasikia. <laughs> No, Yesu akamwambia hapana, inuka. Nifuate. Ulikuwa mvuvi wa samaki, nifuate nami nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Ulikuwa unavua samaki Petro, na maandiko hayatuambii kwamba Petro aliuza wale samaki, aliwaacha pale pale. Akamfuata Yesu ngoja nikwambie ukikutana na yesu vitu ambavyo vinathamani kwa wanadamu vinakosa thamani kwako samaki ambao wajawai kuwavuna lakini alimwambia nifuate aliwaacha na tunajua siku ya kwanza ya petro kuhubiri kama mvuvi wa watu alivua watu elfu tatu sio samaki watu elfu tatu waliamini sema amen. ngombe jina yako mfuate yesu Mwambi Yesu ndio kusudi la maisha yako. Matayo 4:19, utaiandika hiyo ili uisome. Inaongelea kusiana nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yesu, tunapomfuata yeye na tunamfuata so, Yesu tunamfuata kwa, kwa Yesu, namfata Yesu. No, no, no. Unamfata Yesu kwa kupitia neno lake, unamfata Yesu kupitia roho wake. Sema Amen. Hallelujah. Nitarudia andiko ambalo tulisoma last week wa Kolosai 1:16. Kolosai 1:16. Anasema kwa Kolosai 1:16 kwa kuwa tusheko nice. Kwa kuwa vitu vyote vilivyoumbwa viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake vitu vyote vilivyoumba vilivyo mbinguni vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili. Haleluya! Sema, mimi na kila nilichonacho ni kwa ajili yake. Sema, dunia na vyote vijazavyo ni kwa ajili yake. Sikiliza, maisha yako ni kwa ajili yake. Ufunuo nne anasema tuliumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Ni kwa ajili yake, sio kwa ajili yako. Haleluya, utavaa vizuri kwa ajili yake. Hujanisikia? Utatembea kwenye utajiri kwa ajili yake pesa zako ni kwa ajili yake unajua watu waelewe kwa nini tuna, mara nyingi tunaongelea kuhusiana na utajiri tulionao kutokana na, na ufalme tulionao kwa sababu hivi vyote ni kwa ajili yake ni kwa ajili ya utukufu wake maisha yako ndoa yako kazi zako mali ulionayo influence ulionayo ni kwa ajili yake ni kwa ajili yake Haleluya na hatuna nafasi ya kucompromise maisha yetu ni kwa ajili yake. Mungu amekuumba ni mzuri kiasi kwamba ukipita watu wanageuza shingo mpaka wanakatika shingo, uzuri huo ni kwa ajili yake. Haleluya! mtu akiku inbox au block, anakula injili balekete bahaya. Ukiona aelewi injili na unamblock sema usema amina Nasema injili nshakupa, unakula na block. Amen, kana hiyo injili Amen, lakini kila ulichonacho ni kwa ajili yake. Yes, unajua kuna kipindi ambacho kanisani unakuta kwamba wakaka wazuri hawapo, wadada wazuri hawapo. Kwa nini? Kwa sababu they are too good for God. Too beautiful for God, lakini sio sasa. Wakaka wazuri watahubiri injili, wadada wazuri ni kwa ajili ya Yesu, mali na utajiri ni kwa ajili yake Hello?

utamkuta nje yuko na Range Rover Autobiography, yuko na wasaidizi kama wanne, lakini nani alikuwa anakubebea pochi yako? Utaingia utakuta mtu anapanga vitu, utasema ukaka hana maisha, ukija kujua ni nani, hey! Utatukuta tuko sokoni tunahubiri injili nini nini, unajua kama hatuna maana, hatuna maana. Tukimaliza kuhubiri tunapanda baba hey! baba -ba. sukata haya because we are for him yes, everything is for him Everything our lives, kila kilicho chetu yes. Sema anastahili kila kilicho chetu yes, yeye ni Bwana. Swali la kwanza, yeye ni nani? Bwana ya pili, Bwana nifanye nini? imenipasa kufanya nini? Kwa hiyo unaweza kuta umeenda mahali uh, ni sehemu fulani ambayo uh, pengine umefika tumara ya kwanza, Bwana akuambia mhubirie huyu Injili. Usione aibu. Nilikuwa nilikuwa na, nasoma Biblia juzi, hadithi ya ya Philip alipoenda jangwani, Bwana akamwambia yambatanishe na hilo gari lilokuwa linaenda. Wengi hawajui kwamba ile gari ilikuwa ni gari la kifahari, maana lilikuwa ni la mtawala wa Ethiopia. Ile alikuwa ni kiongozi Ethiopia. Philip alipofika, kama msoma Rhapsody juzi, Philip alipofika kwenye ile gari, hakumuuliza Roho Mtakatifu nifanye nini. Unajua, wengine wangepanda kwenye gari ya tajiri kama yule wangemwambia mzee wangu, unajua, nina nina proposal ya mpunga ya kuzalisha mpunga. No, no, Philip akuwa na... hey, hey, hey, hey, alijua I'm here for his soul, ni kwamba kwa ajili ya nafsi, akumumunya maneno. Unajua, unaweza kuwa mkaka ukakutana na mdada mzuri <laughs> no he, he, he, ni injili straight. Haleluya, umezaliwa mara ya ya pili, that's the question you go for, sio namba ya simu. We want your soul, not your number. Hallelujah. Yes. Na, na, kuna, kuna syndrome ambayo tunayo katika nchi yetu wa dada, especially kama uko mzuri mzuri, unaona aibu kama sio, sio wa kanisa hili. Hata uwe mzuri vipi, ukisimamishwa, unasimama, huyo aliyokusimamisha atajuta hiyo siku, maana anaipokea injili that day. Ehe, ndio wewe, nilikuwa nakutafuta. Mimi ni mvuda nafsi, kwa hiyo umejivuna mwenyewe. Come, come, come malekete baya, you are bold una ujasiri ujasiri ujasiri ujasiri huu ambao, na, amba na ukisimamishwa, watu si watu boardroom ku present biashara yako utakuwa nao na, na umetoka wapi? because you you be so bold binti kadogo kazuri labda ni binti, lakini the boldness you have, namna unavyoweza kujielezea they won't know. Ukimaliza kuongea utasema ni wapi tu sign, tupe mkataba tu sign. Let, give us sema, nasikia sima maisha yangu na kila kitu kwenye maisha yangu ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Simama juu kwa miguu yako hapo ulipo, mshukuru Mungu, be on your feet, be on your feet.